Ucha mungu umeenda chini sana na kiasi unavyoenda chini ndiyo mambo anavyokuwa magumu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala sema waman yattaki llaha yajal lahu min amrihi yusra, yeyote atakayemwogopa Allah, Allah atamfanyia wepesi mambo yake. Sasa wewe unatafuta wepesi kwa nguvu zako lakini na yule unayefanya kutumia nguvu kwake, naye vile vile atumia nguvu zake kwa mwingine. Kwa hivyo inakuwa ni mapambano yasiyokwisha, ni kama kilio cha ubao na msumari. Ubao unamwambia msumari, walahi wewe huniumiza sana bwana, wajua unaniingia mpaka ndani, wajua nnavyopata tabu, nnavyoumia. Amwambia basi, wewe si angalau mimi naingia tu, mimi kupambana na nyundo ndio nikafika kwako. Sasa leo ukiangalia, tajiri alia, mfanyikazi alia, mume alia, hakuna wanawake wake wasema hakuna waume, msumari na undo na mbao wote wanakula nguvu. Hakuna njia ila watu wajielewe kwamba takwa ndicho chombo ambacho kitambeba salama mwanadamu katika dunia hii. Bila kuiweka takwa yako mbele, basi uko kwenye matatizo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala aionyesha hii dunia yote imebebwa na ucha Mungu. Kwa hivyo ni dharura kila mmoja kuielewa hii dunia kwamba sisi sio watendaji. Mtendaji ni Allah. Turidhike na dunia yetu tuliyo nayo. Yale maisha unaoishi, kumbuka kuna mwingine yuko chini yako. Wewe kama walia, kiatu kimeisha soli kwa mbio za maisha, kuna mwingine hata kiatu hana. Lakini na ambaye anatembea mguu chuma, ajue kuna mwingine amekatwa mguu. Kwa nini usishukuru ukasema, alhamdulillah alladhi faddalani ala kathirin minman khalaqa takmila, namshukuru Allah ambavyo nilivyo mimi, amenifanya bora kuliko wengi. Allah tabaraka wa taala ameiweka sababu ya kukubakishia neema anayokupa si nyingine, la in shakartum la azida shukuru, lakini tusilalamike. Hali hali ngumu, unakula awamu tatu. Hali ngumu, wanao wanasoma shule za gharama. Hali ngumu, unafanya lile. Hali ngumu, harusi kila leo. Tuna hali ngumu kweli, jamani? Hebu waulizeni wale walioko Gaza wanaishi vipi, mpaka wewe ukati umepata maradhi ya wasiwasi wasi, kwa ajili ya matatizo. Yule alokuwa na familia ya watoto saba, leo aishi hamjui hata mmoja, yuko hapo, hajui walokufa, wala hawaoni, hajui wala watafute wapi. Huyu ana hali gani? Mshukuru Allah, tabaraka wa taala, kubali kwamba vile ulivyo ndiyo kheri kwako na